Yo, mwanangu, eh, pili, likubali, goma, mwanangu. Hmm? Mm. Ah, pili lilikubali goma pili, pili sinasikia alikuja akazingua nini na nini. Ah, bwana huko Arabuni huko hey. Eti anashikia hu oh, wadogo hajui kuimba ah, mbona sisi tumefanya vizuri hmm? Mwana, ukiangalia ukiangalia, tuna traki ilikuwa kaiva, ile traki bwana, ilikuwa imeiva sawasawa, yani hata ni muda tu yeah. Tuko wa kuachilia, tuiachilie lini aki, lakini mpaka lakini, bonge freshi bwana, kwa sababu unajua kama mlikwazana ama ni vipi mlikwazana <laughs> ilikuwa kazi sietu kamba tulikuwa sana alikuwa yeah. Tumeshinda kazi tu alinipa kazi nifanye, lakini yeah. naona yeye naye yeah. mipango yake bado hajakamilisha, ile poa sawa, lakini sasa na- anashindwa yeah. like, hizi ni scandal kitu kama hiyo inakuwa kweli ama Uh, kusema ukweli wamba mlizozana nini na nini vitu kama hizo yani, hamna hamna. Kwa sababu hamkuzozana manake nakuta utunzi kaleta na tulifanya vizuri okay. Nashindwa kukuelewa bro, kuendelea nini? Hebu nijuze bwana, manake sasa saa hii mimi niko gizani, nahitaji niweke mwangazani Ngoma uh, ngoma hmm. Tulikuwa tuachilie, lakini sasa shule shule mingi hmm. bizi bizi, ya. Bizi bizi. Hmm, lakini sana majukumu eh, ya kwa... upande huo yani, amekunasa ama amekuzidi majukumu. Sawa, ndo hali ya kibinadamu, lakini bwana eh, lakini muda ukifika bwana usiache ipite hiyo kabisa, au sio Siwache so, ipite yaani kivyovyote, yaani lazima hiyo traki lazima tuipelekee wani. Eehe, kabisa, kwa sababu ukiangalia hivi, sishie hapo, ukiangalia hivi. Hata kama endapo mlikosana nini na nini, hizo ni changamoto, lakini utunzi utabaki kuwa utunzi, utunzi. Kukosana labda uwe kuna relationship. Kukosana ni kawaida sana hiyo kwa. <laughs>